Vipo Tanzania, Hemed Msonge hapa kutoka PigaBet. Tumerudi tena, kwa sasa tunatoa pikipiki mbili piki kila wiki kwa wiki sita. Uh, tushatoa TV tumetoa smartphone tukatoa na gare. Kwa sasa tumeona kwamba tuje na fursa ingine ya pikipiki piki, uwe bosi wako mwenyewe uweze kumiliki pikipiki yako ujiongeze kiuchumi na wewe ukifanya mambo mengine hapa na pale wakati unacheza PigaBet. Hautaki kusema tu kwamba PigaBet unachukua hela zangu lakini pia tunarudisha kwako. Kwa hiyo kama za kawaida unajisajili, unaweka hela, unacheza. Na kila unapocheza unaingia kwenye draw, unaongeza muda wako, unaongeza chance yako ya kushinda. Kwa hiyo cheza sana, sio lazima ushinde, wewe mradi uko na unaweka bet yako tu. Ushinde, usishinde, umeingia kwenye draw. Kwa kifupi ni project kwa Naongea na, na Mr Bakari. Bakari, naamini wewe ni mdau wetu wapiga beti mzuri sana na una taarifa kuhusu promotion yetu ya shinda boda. Sasa promotion yetu hii kila wiki tunatoa boda boda mbili, na wiki hii, hongera sana wewe ni mmoja ya wa washindi wetu wawili umejishindia boda boda mm, pia aina TVS. Uh, unaweza kuongea sauti yako kwa chini kweli? Yani sasa basi, watu uh, wetu wa marketing watakutafuta, na unapatikana wapi? uko wapi? uko uh, posta Dar es Salaam haya ba sawa wa watu wetu wa market watakutafuta na wata utapata taarifa zaidi kuhusu jinsi gani utapata zawadi yako hongera sana ni sabakari halo naitwa Hemed napiga simu tukapiga beti naongea nani tafadhali Naongea na Mse Kiraka. Sorry. Kiraka. Eh, hey, ndio Kiraka. Ah, uh, mimi naitwa Hemi napiga simu kutoka Piga Bet. Ndio boss. Ah, uh, Mse Kiraka na mimi ni kwamba ni muda mzuri tu wa Piga Bet. Nani mimi? Yeah. Ndio. Na naamini unajua kwamba kuna promotion sasa hivi inaendelea ya Shinda Boda. Nini? Promotion gani? Ya Shinda Boda. Eh, uh, eh. -huh. Basi hongera sana kwa wiki hii wewe ni mmoja ya wa washindi wawili ambao umejishindia boda boda mpya aina ya TVS, ndugu boda boda. Ndiyo ndugu Chag. Okay ndugu Chag, naamini we ni mtu wa Dar es Salaam au ni mtu wa wapi? Huko Dar es Salaam. Okay, faya, hongera sana. Afisa zetu wa ma, wa masoko watakutafuta na kukupa taarifa jinsi gani ambao unaweza ukapata zawadi yako. Tutakupigia ah, okay. Yeah. Ah, yeah. Ah, okay. Simu mm, na ofisa wetu atakupa information yote. Unakaa Dar es Salaam sehemu gani? Changombe. Ah, sawa. Afisa wa masoko wetu ataongea naye jinsi gani ya kufanya delivery na kila kitu, naongera sana, endelea kucheza PigaBet hii ndio hao tumepata, wamepata, uh, boda bodaboda zao za TVS, na muda ambao unaendelea, hii ndio wiki ya kwanza kati ya wiki sita, kwa hiyo imebaki wiki tano, bodaboda zilizobaki boda ni kumi. Kama kawaida ni very very simple: jisajili, weka hela, cheza. Na je huwezi kujua, unaweza kwa wiki naokuja ni wewe ambao unaweza kuondoka na hiyo TVS. PigaBet, cha zazi cha wajanja.